Utalii wetu umeimarika. Hifadhi muhimu kama za Gombe, Mahale na ziwa Tanganyika zimeendelea kupewa umuhimu. Watu wanasafiri kutoka nchi mbalimbali kuja kuona hifadhi za Kigoma, na tunaamini mabadiliko makubwa yanayoendelea kufanyika katika kujenga uchumi wetu, kujenga miundombinu yatafanya utalii uimarike zaidi na zaidi. Miaka minne na nusu iliyopita, baada changamoto ya changamoto kubwa ya korona, watalii waliokuona kuja nchi yetu walifikia laki sita na elfu ishirini kwa mwaka leo tunavyoongea, watalii wanaotembelea nchi yetu wamefika milioni tano na laki tatu, milioni tano na laki tatu kwa mwaka. Hii kazi ni ya Samia Suluhu Hasani na serikali ya CCM, Samia Suluhu Hasan na serikali ya CCM. Na niyi ni mashahidi kwamba katika kukuza utalii wetu, Rais Samia alifikia hatua ya kuamua yeye mwenyewe kuigiza filamu na kuisambaza dunia nzima ili dunia nzima ijue Tanzania na ivijue vivutio vya Tanzania. Naweza kusema bila shaka yoyote kwamba Rais Samia sio tu amejenga heshima ya Tanzania, lakini pia amejenga heshima ya wanawake wa Tanzania. Kila aliyekuwa na mashaka kuhusu uwezo wa wanawake wa Tanzania hana mashaka tena. Wanawake wa Tanzania, hakuna nafasi katika nchi yetu wakipewa wanashindwa kuitumikia. Makofi kwa kina mama lakini pia rais wetu hakuacha nyuma kuendeleza kilimo chetu. Zaidi ya asilimia sabini ya watanzania wanategemea kilimo, lakini vile vile zaidi ya wananchi asilimia sabini wa Kigoma kaskazini wanategemea kilimo. Uongo kweli? Kilimo chetu katika nchi yetu kinachangia asilimia ishirini na sita ya pato la taifa letu. Ina maana kila katika shilingi 100 ambayo Tanzania inatengeneza katika uchumi wake shilingi ishirini na sita zinatokana na wakulima zinatokana na kilimo makofi kwa wakulima wetu na rais wetu kwa kutambua hilo ndio maana alipandisha sana budget ya maendeleo ya wizara ya kilimo miaka minne iliyopita budget ya maendeleo ya wizara ya kilimo ilikuwa bilioni mia mbili na tisini na nne bilioni mia mbili na tisini na nne leo tunavyoongea budget ya kilimo imepanda mwaka huu ni trilioni moja bilioni mia mbili na milioni mia nne Hapo vipi? Na mabadiliko haya ya kuongeza bajeti ya kilimo kila mwaka kwa kiwango kikubwa yameleta mabadiliko chanya katika maeneo mbalimbali katika nchi yetu katika eneo la kilimo. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe like, kushare na kucomment.